Waweza ku maintain kubaki kwenye, uh, top 10 na top 20 sababu Yanga wanatuwakilisha kwenye top 20, Simba wanatuwakilisha kwenye kwa maana top 10, lakini sasa wamekwenda kwenye top 5, si jambo dogo. Nataka nikwambie, unajua kawaida kwa sisi ni timu za uh, wa Tanzania, kwa maana ya vitu vya Watanzania, Watanzania wengi wanaamini vitu vyao, uh, kama vile ni kitu cha kawaida Nataka nikuambia, wakati unaiona Simba kwenye top 5, naiona Yanga kwenye top 20, na uh, kuna timu nyingi sana za East Africa, kuna hizi timu nyingi sana za Central Africa pia kuwa pale, kwa sababu hata leo ukiangalia, uh, Simba ni bora kuliko t. Na kama unapumbuka miaka mitatu minne tu nyuma, tulikuwa tunazungumza sana kuhusiana na uh, swala la Simba kuwa kama TP Mazembe au kufanya kama TP Mazembe, Yanga na Simba kufanya kama TP Mazembe. Ukiangalia uh, sasa hivi uh, TP Mazembe hata hawawezi kujisikia kwamba wao ni wababe wa Yanga. Okay, Yanga kombe la shirikisho, uliona Yanga alichowafanya kwa Champions League, uliona alichowafanya. Kwa hiyo kuna hatua tumepiga kubwa ambayo nafikiri tunapaswa tuisi tuiamini, eh, na tuishikilie kwamba hatua tuliofika hapa isitoponyoke tena doi, kwa sababu kumaintain ndio inakuwa kazi kubwa sana.

kama na wao watataka kupima mafanikio hayo kwa kipimo cha kufanikiwa, lakini kama watataka kupima kwa ile level yao ya Simba na ukubwa wao wanaweza kuona kama hawajafanikiwa. Uh, wakati wanaanza msimu walikuwa na mabadiliko makubwa ya kubu, wa ya timu wa kwa zaidi ya wachezaji kumi including ni wachezaji wa kigeni. Ukiwaangalia asilimia kubwa ya wachezaji wa Simba kwa 90% wanaotamba kwenye kikosi cha Simba ni wale ambao wamejiunga na Simba msimu huu uh, na ukiangalia wako kwenye top assists, wako kwenye top scorers kwa maana ya ligi inavyokuwa inaendelea, na ukiangalia wanashindana na nani? Mfano sasa hivi nafikia wanashindana na Prince Dube na, na mzizi ambao tayari wao wana uzoefu na ligi, labda ni miaka minne au mitano. Kwa hiyo kuna kitu kikubwa sana Simba wamefanikiwa, ambacho watakuwa na deni kubwa la ku maintain hicho kitu. Kuingia kwenye fainali ya Confederation Cup kwao ilikuwa ni bonus. Kuchukua ubingwa nafikiri ilikuwa ni zawadi kubwa, lakini nafikiri imeshindikana, lakini bado haionyeshi kama wao kama ni timu ndogo. Na unaona imewasaidia kupata hata kwenye zorangi za kafu, lakini oh, utakaporudi kwenye, kwenye ligi mpaka sasa hivi Simba ni kontenda wa ligi, ana nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa. Ni eidha yang atakuwa na mzidi Simba kwa pasenti chache sana, na yang ukiangalia na timu ya wachezaji moja, ukiachana kwa uzoefu tu wa kawaida, ni wazoefu tu kwa wachezaji wengi wa Simba, lakini ukiacha hivyo wachezaji hao pia ni wenyeji kwenye ligi ya Tanzania, tofauti na wachezaji wa Simba ambao kwanza si wazoefu kama wachezaji wa Yanga, lakini pili ni wageni kwenye ligi yetu. Ndio wanakwenda kuwa bora. Ninaamini msimu unaofuatia tunaamini tutakuwa uh, na agua tofauti, tutakuwa tema tofauti, tutakuwa na, na, na, na, na mkwara tofauti, mkali tofauti, tutaona vitu tofauti. Lakini kwa upande wa Yanga maanake tutakuwa na wachezaji wale ambao wanaendelea kuimarika zaidi, na hata ukiangalia saa hivi Yanga sasa inaweza kuanza kuwa inawauza wachezaji kwa maana ya kwamba unaona, asisikia mitoka kwa baada ya kuwa amecheza kwenye ligi naweza kamenye misimu miwili mitatu ambayo inaposha simba ambao hawajifikia kwenye kiwango hicho. Kwa hiyo kwa mafanikio walionao Simba ni makubwa sana na hata ukiangalia ligi imesha jigawanya sahivi, unajua anaigombania ubingwa ni timu mbili tu sahivi. Simba sahivi ni mabingwa, na nikukumbushe kwamba ni wanagombea ubingwa, lakini nikukumbushe kwa kipindi kile sahivi Yanga tayari kuwa amesha kuwa mabingwa tena, kwa tofauti labda ya pointi labda sita au saba au nane lakini kwa Simba hii hii ambayo ndio walisema wanajenga timu yao, tofauti yao na Yanga ni pointi moja, kwenda kuwania ubingwa dhidi ya hao mabingwa kwenye kikosi cha wachezaji wengi wazoefu na niseme wa wachezaji wengi. kwa hiyo kwa wasimba wana mafanikio makubwa sana, hawapaswi kujira kujirauo, badala yake ni kuanza kuangalia eh, wa, wanapaswa kubadilisha, kuongeza nguvu, eh, wafanye nini kwa ajili ya Simba ya msimu unaofuatia, kwa sababu watakuwa na deni eh, kumaintain au kushikilia hapa wali. Simo na usajili wa mshambuliaji kutoka ligi kuu ya Ghana. Kwa story ninazo, ukiona, ni muda mfupi, simo kutafuta mshambuliaji ya Ghana. Ae simo na sayo kutokea mshambuliaji ya kocha isha sema wanahitaji wanitaji namba kumi, lakini sijajua kwa sababu kwa kweli mimi hapa katikati kidogo kutokana na mambo yangu kwa ni mekapa mbili kwa mambo ya mbila, lakini ninaamini wanaendelea kuifanyia kazi. Kwa hivyo, nimesikia pia kuhusiana na pesa ambao uh, nafikiri kwa hapa Tanzania ndio basi finali, lakini fi, wao na Yanga ndio inaonekana nani anamtaka si, lakini nikiangalia naona kama Simba una advantage kubwa ya kupata, lakini inawezekana pia Yanga wakapata, na sijuje kutoka na ile history na records hizo kwa kutoka nyuma, lakini uh, naangalia ile kwa hali tu kama fan uh, ningetamani kucheza timu hii. Mfano mimi ningekuwa ni fan, ningetamani kucheza Simba. Kwa nini kucheza Yanga? kucheza Azam? Sasa hivi bachi mmoja mkubwa anacheza huyu, anacheza Simba na timu zote lakini kichwani chake kwake na management yake Simba, nafikia wanatakiwa sasa hivi kufanya usajili kwa umakini mkubwa na kuhakikisha wanaziba nafasi uh, zile uh, ambazo si nafasi ya wasawaa, mabeki watatu wana Hamza wana, wana Shemalon mimi kwangu mchezaji namuona, ameshuka kiwango, amekuwa hana msaada mkubwa na Simba kwa kipindi hiki, ni Shemarone. Lakini bahati mbaya, mpira wetu, watu hawataki kusema ukweli, kama ambavyo watu wako hataki ukweli yaambiwe, ya, ya huwa na akifanya vizuri wanakusema tena, wewe uliye mwambia ukweli, baada ya kusema yule alimwambia ukweli na yamo na alifanyia kazi jambo fulani. Lakini Shemarone amekuwa ni nianguko kubwa la Simba uh, la shirikisho. Simba kwenye mambo mengi sana, ukiangalia uh, mistakes alizokuwa amezifanya, hata kwenye kombe la shirikisho Simba ilikuja ikatulia sana kwenye defense yake na makosa yakapungua sana kama unakumbuka, mpaka inakwenda fainali baada ya Shemaroni kuwa ameumia, kwa kuna aruini kubwa na upungufu mkubwa wa makosa kwa ni defender ambaye kwangu mimi, kama Simba watakwenda naye tena msimu ujao ikiwa ni first priority, mimi nitashangaa sana. Alikuwa aiua natakiwa Shemaroni msimu ujao atafute namba, kama ambavyo unakumbuka wakati fulani Inonga kija akachukua namba ya Wawa na tuliona Wawa akiwa ametoka nji akaja Shema nani eh, Inonga akachukua nao. Baada ya Inonga naye kuanza kuonekana sasa, eh, sijui sasa ndio kuteleza kwa bahati mbaya au kuteleza kwa maksudi, Simba amemweka pembeni, amekuja Shemalo uh, na Chamuu pamoja na Hamza ambaye amekuja kali. Kwa hiyo mimi naona kuna jambo Simba pia wanatakiwa walifanyie kazi kwenye defense yao, wakati wanafikiria mbele. Mwishoni hapa nimemwona kocha alikuwa akiwapumzisha sana uh, moja na Shabarara. Sasa sijajua kama ilikuwa ni kutokana ile uchovu, au alikuwa ni sehemu ya kwanza kujenga kuangalia kwa tena warithi wao, kama baada ni baada ya msimu mmoja au zaidi, lakini rotation ya pad uh, imekuwa pia yeye na msaada mkubwa sana kwa sababu kuna uh, msaada wa mabadiliko utawasaidia Simba msimu ujao kutokana na kile chokana kifanye kwa rotation kwa ajili sababu atakuwa anajua sasa fulani ya baki au waondoke kwani nimtumie au hana msaada, kwa sababu rotation inafanya uone uwezo wa wachezaji. Yanga wametoa ratiba yao ya mchezo iliyosalia kumaliza msimu, ratiba ya michezo mitatu, miwili ya ligi kuu, mmoja wa siara, kwa maana ya fainali dhidi ya Singida. Lakini pia wana mchezo dhidi ya Chaza na Prison tarehe 18 kila wana mchezo dhidi ya Dodoma Jiji. Hapa TMC hawana ratiba ya mchezo wa dadi na mfanya mazoezi vijana wajiandaa na mchezo dhidi ya Tanzania Prison, lakini mpaka sasa hawajatangaza viingilio na wafukili. Uh, hii kwako unaitafsiri una vipi, lakini pia una nini kuwashauri Yanga kuelekea kwenye hii dadi ambayo haipo kwenye ratiba yao? Unajua, hiki kitu kikiangalia sana, unakiona ni kitu kilichojaa interest za watu binafsi.